Karibu tena msikilizaji wetu mpendwa. Leo nakuletea stori nzuri, stori ya kuhuzunisha, lakini pia ya kuelimisha. Leo nakusimulia hadithi ya Neema, msichana mdogo aliyesalitiwa, akafukuzwa na familia yake, na kuishia kuacha watoto wake mapacha mlangoni mwa kanisa. Miaka ishirini baadaye, hao mapacha walikuwa matajiri wakubwa na wakaamua kuunganisha familia yao upya. Sikiliza kwa makini, tuanze safari. Nema alikuwa msichana mrembo wa miaka 17, mwanafunzi wa sekondari kijijini. Alikuwa na ndoto ya kuwa daktari wa watoto. Baba yake Mzee Makori alimpenda sana. Nema alikuwa na maisha mazuri, alikuwa ni mtoto mwenye akili lakini maisha yake yalibadilika pale alipokutana na rafiki wa baba yake, Bwana Kenga, mfanyabiashara mkubwa aliyekuwa akisaidia familia maskini kijijini. Alimshawishi Nema kwa zawadi, ahadi za elimu na ndoa ya baadaye. Nema akiwa na matumaini na upendo wa ujinga wa ujana, alijikuta kiamini kila neno. Siku moja, Bwana Kenga alimpeleka mbali nje ya kijiji na hapo alimdhulumu kwa udanganyifu. Baada ya miezi michache Neema kagundua na mimba. Alipojaribu kumweleza, alikana kila kitu na akamkemea vibaya sana. Neema alipoeleza nyumbani, baba yake alikasirika sana. Kwa hasira na aibu, alimtupilia mbali na kumfukuza. Sasa akiwa peke yake, aliishi mtaani akiwa na mimba bila msaada wowote. Baada ya miezi kadhaa ya mateso, Neema alijifungua mapacha wa kiume chini ya daraja la mtaa mjini kwa msaada wa mama mmoja muuza vitumbua. Lakini maisha yalikuwa magumu mno, hakuwa na chakula, hakuwa na kazi, watoto walilala usiku kucha. Siku moja akiwa amevunjika kabisa Aliamua kuacha mapacha wake nje ya kanisa kubwa mjini, akiwa amewafunika na blanketi. Alilia kwa uchungu sana na kuondoka kimwomba Mungu awajalie wasife. Asubuhi yake, babu Juma, mzee asiye na makazi, aliwafikia. Aliguswa moyo, akawachukua hadi kwenye kituo cha watoto yatima. Ingawa hakuwa na kitu alijitolea kuwatembelea na kuwalea kwa moyo. Akawaita Baraka kwa sababu walikuwa baraka, hata kama walitoka kwenye uzuni. Furaha kwa sababu walileta furaha katika maisha yake ya giza. Watoto wao wakawa wamepata majina ya Baraka na Furaha. Baraka na Furaha walilelewa kwenye upendo, nidhamu na maadili bora waliendelea kusoma kwa bidii na walipata fadhili waliopeleka hadi chuo kikuu. Baraka alisomea uhandisi wa teknolojia. Furaha alisomea biashara na fedha. Baada ya chuo kikuu, walifungua kampuni ya Twins Tech Africa, kampuni ya teknolojia iliyokuwa haraka sana na kuwa mojawapo ya kubwa zaidi barani Afrika. Walijenga shule vitoo vya afya, wakasaidia mitaa ya maskini, na kuanza kutafuta historia yao. Tulitoka wapi? Mama yetu ni nani? Siku moja wakiwa kwenye ziara ya kutoa misaada kijijini, walikutana na mama yao kwa njia ya kushangaza. Nema aliwatambua mara moja kupitia picha kwenye runinga, akaandikia barua kupitia redio moja ya kijijini. Baraka na Furaha Wakaanzisha safari ya kumtafuta. Walipokutana naye, walikumbatiana wakilia wote. Neema aliwaeleza ukweli wote kuhusu mimba yao na jinsi hivyo walazimika kuwaacha. niliwaacha si kwa sababu siwapendi, bali kwa sababu sikuwa na uwezo, nilikuwa nimevunjika kabisa. Baraka alimkumbatia akilia, mama Ulichotufanyia kilihitaji moyo wa chuma. Tunakupenda na tunakushukuru mama. Aliwaeleza, baba yenu ni bwana Kenga, alinikana lakini bado ni baba yenu. Walienda mjini kumtafuta bwana Kenga. Alikuwa mgonjwa na mzee sana. Alipowaona alilia sana na kusema Samahani, nilimkosea mama yenu. Nilikuwa na kiburi na tamaa. Baraka na Fulaha walimkumbatia, tumekusamehe, si kwa sababu ya wewe bali kwa sababu ya sisi, hatutaki kubeba hasira. Walimpeleka hospitalini, wakamjengea nyumba, wakamtunza hadi mwisho wa maisha yake. Kisha walimtafuta babu yao mzee Makori aliyekuwa mkavu na mwenye majuto makubwa. Alilia na kusema, nilimfukuza binti yangu, nimeishi na mzigo huo kila siku. Nao wakamwambia, babu, tunakusamehe pia, amani yako ni muhimu kuliko hasira yetu. Hivyo wakarudi mjini, wakienda na mama yao wakaenda kuishi naye. Kampuni yao iliendelea kukua sana. Siku moja, katika hafla ya kampuni yao walimwalika Babu Juma kama mgeni wa heshima. Furaha alisimama na kusema kama si huyu mzee tusingekuwa hapa leo. Tunamtunuku nyumba mpya, ardhi na pensheni ya maisha kwa sababu yeye ndiye baba yetu wa kweli. Babu Juma lilia kwa furaha akakumbatiwa na maelfu ya watu. Maisha ya Neema yalikuwa magumu, lakini mwisho yaligeuka kuwa ushindi. Mapacha waliotelekezwa akawa ni nuru ya kizazi chao. Msamaha ni nguvu, upendo haufi, na aliye na moyo safi ataona wema hata baada ya machungu. Asante sana kwa kutusikiliza. Please usisahau kusubscribe na kushare hii story kwa ndugu zako, ili na wao wapate elimu kupitia story kama hizi.